Ishanyonywa ndani yako, ile nguvu ya Mungu ikaondoka. Haleluya, haleluya. Ile nguvu ya Mungu ikiondoka, tayari wewe unabaki. Hata akimkemea shetani toka atoka. Shetani anawajua vizuri watu wanaoishi na nguvu ya Mungu, ni watu wenye haki. Ndio maana hata ukikemea wachawi nje kwenye nyumba, wamekuja nje, wachawi wanalia kama nyao nje ya nyumba wao, melala wanalia kama nyao, wanalia kama bomu, wanalia kama mbwa. Biblia inasema kuna wachawi waliao kama ndege. Sio kila kinacholia nje ya nyumba yako ni watu, watu kuna kuna ndege saa kabisa ni watu wanakuja. Mungu anasema kuna wachawi waliao kama ndege. Hallelujah. Sasa ile nguvu ya kuwakimbia lazima uko ndani yako. Ndio maana Biblia inasema kila alitajae jina la Bwana auache uovu. Kwa nini? Kwa sababu jina la Yesu lina nguvu ndani ya mtu ambaye hatendi dhambi. Unapotenda dhambi unalidhoofisha jina la Yesu ndani yako, na kwa kwa namna yoyote utafanya jina hili liaibike, kwa sababu atasema, mbona aliomba? Mbona tulibaki tupo? Mbona aliomba hatusikii? Hatakuugua? Mbona waongo walokole hawa? Kumbe kwa sababu ya dhambi. Ndio maana kuna andiko linasema mkono wa Bwana si mfupi, hata usiweze kuokoa wala sikio lake sio zito, hata lisiweze kusikia.